Kwa nini watu wema wanateseka? Kwa nini waovu wanasitawi? Lakini sisi tubaki zaidi kwenye hilo la kwanza. Kwa nini watu wema huteseka? Na labda tunaweza tukaimarisha hilo swali kwa kujiuliza vinginevyo. Kwa nini Mungu anaruhusu? watu wema wapate mateso au wajaribiwe? Swali hilo limegusiwa na katika vitabu kadhaa vya Agano la Kale. Kitabu kimoja ni kitabu cha Ayubu, ambaye alikuwa mtu mwema, alitenda mema lakini akakabiliwa na mateso makali. Na katika mateso yake yale, rafiki zake na hata mke wake wakamshauri amtukane Mungu, amkufuru Mungu kusudi afe, lakini Ayubu hakusikiliza ushauri wao mbovu, akaendelea kubaki katika imani sahihi, imani takatifu na ufuasi mnyofu.